Huku baadhi ya wachezaji wao wakiwa wameelekea kushiriki katika kombe la taifa bingwa bara Afrika, timu ya el Mereikh ni iliyotangulia kufunga bao dakika chache baada ya mechi kwanza. Kujumuishwa kwa mchezaji Denis Odhiambo katika kipindi cha pili kulizaa matunda na hatimaye mchezaji huyo alimpa pasi safi Baldwin Ngwa aliyefunga bao la kusawazisha. Ngwa alisherekea bao lake kwa mahanjam na kulishwa kadi ya njano kwa kosa la kuvua jezi wakati mechi inaendelea.

Gor pia ilitumia mechi hiyo kukusanya fedha za kusaidia klabu hiyo kupitia uuzaji wa maji, bangili na bidhaa zingine. Hapo awali kumekuwa na watu ambao wameuza bidhaa ambazo zime zimebandikwa zimebandikwa ile muhuri ya Gor Mahia bila ne kusaidia klabu, wanauza zile vitu alafu uh, hela yote haiji kwa klabu. Gor ilitumia mechi hiyo kujipima nguvu kabla ya ligi kuanza mwezi ujao. Victor Ogale, KTN michezo.